Wanasayansi katika taasisi ya utafiti kimatibabu nchini KEMRI wamezindua ripoti kuhusu afya ya umma na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga, wakibainisha kuwa hatua za bei nafuu na za kuimarisha makazi zinaweza kupunguza viwango vya joto nyumbani na kuzuia mbu wanaosababisha malaria na hivyo kutoa suluhu kwa mamilioni ya familia katika eneo la bara Afrika linaloathirika zaidi na ugonjwa huo. Kulingana na ripoti hiyo, hatua zisizohitaji umeme za kuimarisha makazi zinapunguza joto ndani ya nyumba kwa hadi nyuzi 3.3 na kupunguza idadi ya mbu kwa asilimia 77 katika eneo la magharibi mwa nchi. Kwa miongo kadhaa, juhudi za kudhibiti malaria hutegemea zaidi vyandarua vya kukinga dhidi ya mbu na unyunyiziaji kemikali unaotekelezwa humo nchini kwa kauli mbiu sisi ndani, mbu nje ingawa mbinu hizo huwawezesha watu kulala bila usumbufu wa mbu ila haziwazui mbu kuingia ndani au kushughulikia joto kali linalotokana na mabadiliko ya hali ya anga barani Afrika. Asilimia 95 ya vifo duniani hutokana na malaria. Ili kudhibiti ongezeko la visa na vifo, watafiti katika taasisi ya KEMRI walitekeleza utafiti uliohusisha familia 40 katika kaunti ya Siaya wakitathmini maswala manne yakiwemo maalum zinazoleta baridi ndani ya nyumba zilizopunguza kiwango cha joto kwa nyuzi 3.3 wakati wa mchana na nyuzi 2.4 wakati wa usiku; dari maalum zilizoleta baridi ndani ya nyumba kuhakikisha hewa zaidi inaingia ndani ya nyumba, hali ambayo haiko na mabadiliko makubwa, na hatimaye nyumba ambazo hazikufanyiwa mabadiliko yoyote. Nyumba zote zilizofanyiwa mabadiliko hayo zilifungwa milango, madirisha na paani ili kuzuia mbu kuingia. Hali hiyo iliwapunguza mbu wa kike ambao husababisha malaria kwa asilimia 77 huku wengine wakipungua kwa asilimia 58. Taasisi ya KEMRI imetoa wito wa hatua za sekta mbalimbali mbali ili kutekeleza matokeo utafiti huo huku ikiimiza serikali ya kitaifa na zile za kaunti zijumuishe paa zinazoleta baridi ndani ya nyumba na mbinu za kuziba nyumba kikamilifu kwenye kanuni za ujenzi, mipango ya kukabiliana na malaria na sera za kukabilia na athari za mabadiliko ya hali ya anga, zikianzia kwenye maeneo yanayoathirika zaidi. Kasi cha namasha darubini